Ikiwa leo ni Mei 8 ya mwaka wa 2025, siku ya Alhamisi, ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote. Tunaendelea na mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia katika somo la sita la robo ya pili ya mwaka huu wa 2025 somo linalosema kuelewa kafara, na leo tunaenda kuiangazia mada inayosema kwa kuwa wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote katika matukio machache manabii wameletwa karibu na Mungu vya kutosha katika maono kiasi kwamba waliruhusiwa kuona kiti cha enzi cha Mungu. Ezekiel alikiona juu ya anga, Ezekiel 1:26. Isaya alitembelea hekalu la mbinguni ili kuliona, Isaya sura ya sita ya kwanza. Na katika mojawapo ya maelekezo ya wazi kabisa yaliyotolewa kwetu, Yohana alichukuliwa huko katika maono katika Ufunuo sura ya 4 na ya 5. Mifano ya mifano Agano la Kale katika huduma ya patakatifu ilionyeshwa kwamba ilikuwa na njia moja tu ambayo kwayo wanadamu wangeweza kuingia katika kuwepo kwa Mungu: Damu ya Kristo. Tazama mambo ya Walawi sura ya 16 aya ya pili na aya 14 kwa mfano. Soma Isaya sura ya 6 ya kwanza hadi ya tano na Ufunuo sura ya 4 aya ya 7 hadi 11. Ni vipengele gani vya maono haya mawili vinafanana? Zingatia mpangilio wa matukio. Ni mada gani inawasilishwa kwanza? Nini kinafuata? Ni ukweli gani kumhusu Mungu unakaziwa katika maono haya? Katika kila moja ya maono haya ya chumba cha enzi, kitu cha kwanza kinachotokea ni kwamba viumbe wa mbinguni wanasisitiza utakatifu wa Mungu. Katika maono ya Isaya, tukio hilo ni la kuvutia hekalo limejaa moshi na misingi ya vizingiti vya mlango ilitikiswa wakati maserafi wakitangaza utakatifu wa Mungu. Katika maono ya Yohana makerubi wanatoa tangazo lile lile: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Tazama Ezekieli sura ile ya 10, 14 na 15 ili kujua viumbe hai wanaoelezewa kuwa makerubi. Kila nabii alioneshwa mandhari yenye mngao wa wa utukufu wa Mungu. Kisha tunaonyeshwa mwitikio wa nabii mwiti wa nabi kwa tukio hilo. Isaya analia kwamba yeye ni mtu mwenye midomo michafu, Isaya sura ya sita aya tano, na Yohana analia kwa sababu anakabiliwa na ukweli wa kuhuzunisha kwamba hakupatikana anayestahili, Ufunuo sura ya tano aya nne. Kustahili kwa Mungu kunapodhihirishwa kwetu moja kwa moja ndipo hatimaye tunaanza kuelewa hali ya mwanadamu. Hatustahili kabisa na tunamhitaji Kristo kama mkombozi wetu. Shetani ametoa shutuma nyingi dhidi ya Mungu, akitoa hoja kwamba yeye ni dikteta au dhalimu, binafsi na asiye na huruma, lakini hata muda mfupi katika chumba cha enzi cha Mungu unafichua uongo wa Shetani. Ni katika kumwona Kristo jinsi alivyo kweli, mwana kondoo aliyechinjwa, Ufunuo sura ya tano ya kumi na mbili unakotuwezesha kumwona baba jinsi alivyo kweli. Ni faraja iliyoje kujua kwamba kwa kumwona Yesu tunaona jinsi baba alivyo, Yohana 14 aya 9. Na ufunuo mkubwa zaidi wa jinsi baba alivyo unaonekana kwa Yesu kufa msalabani kwa ajili yetu. Basi msalaba unapaswa kutuonyesha mambo mawili: kwanza, ni kiasi gani mungu anatupenda hata akajitoa sadaka kwa ajili yetu. Pili, unapaswa kutuonesha jinsi tulivyo wenye dhambi na wenye hali ya kuanguka kiasi kwamba ni kwa njia ya msalaba tu tunaweza kuokolewa. Karibu tena.